Wizara ya Ujenzi inatoa shukrani nyingi sana kwa wizara wa Ulinzi na jeshi letu, kwa sababu mmekuwa wakati wote mko tayari kutupa ushirikiano wa hali na mali. Kwa hivyo, mimi nataka tu niseme kwamba wizara ina shukrani nyingi sana kwenu, General, Mheshimiwa Waziri, asanteni sana kwa namna ambavyo mmekuwa mkitupa mshikamano na ushirikiano. Na kuhusu hii barabara, mheshimiwa waziri, nataka nikuhakikishie kwa tu kwamba hii ni ya kipaumbele na watu hawatalala usingizi kwa kazi hii mpaka niione kazi hii uelekeo wake ni mzuri. Na mkandarasi CHICO yuko hapa ananisikia, lazima hapa ufanye kazi. Na good luck ni kwamba kwa hii barabara Huyu sisi tumemlipa hela, hatudai. Ana section mbili, ana lot iko hii hapa na ana lot iko kule Nchuka. Ameanza kufanya marekebisho, kutoka katika literatures nilizozisoma, kwa sababu barabara ilikuwa tayari imeshaota majani. Ile si barabara ilianza kuota majani, ikianza kuota majani inakuwa hiyo haifai, inabidi ufanye marekebisho. Yes, ameianza hiyo kazi, lakini nimeambiwa iko slow sana kwa sababu huyu hatudai. Katika jambo hili tumejitahidi, tumelipa fedha vizuri sana. Yes, wanajua vizuri. Mimi naomba nihitimishe tu kwa kukonfirm uelewa wangu ambao ndio utakuwa ni kama hadidu za rejea za kukamilisha kazi hii. Uelewa wangu wa kwanza ni kwamba kazi hii ya kujenga barabara the main road ikiwa ni pamoja na madaraja yake itakamilika kufikia mwisho wa mwaka huu mwezi wa 12 mwaka 2025 20. Wito wangu wa pili ni kwamba hii diversion ambayo ndio itawezesha sasa hii barabara y kukamilika, na sisi tuendelee na shughuli zetu, itakamilika pamoja na kwamba imesemwa haraka iwezekanavyo, ywe, mi niseme tu itakamilika kufikia mwisho wa mwezi huu ikiwa ni pamoja na yale makarabati yanayotakiwa kuwepo ili kukamilisha kazi. Kwa hiyo ndio uelewa wangu. Na uelewa wangu wa tatu ni kwamba kazi hii haitasimama kama ulivyosisitiza kwamba itafanywa usiku na mchana, ili kuhakikisha kwamba hizi time tulizojiwekea zimewekwa tu, lakini tunaweza tukamaliza kabla ya hapo. Daraja manne yataisha mwaka huu mwaka huu mwezi wa 12. Hilo ndio sawa, that is right. Tujaribu kuhakikisha sisi kwa upande wa kupekishwa kwamba hiyo michoro wanayozungumzia wanaipata haraka, kama kuna ambayo iko upande wa konsultanti Bebiwe, na kuipitisha pia vile vile, lakini wakati huo wakati mwaka huu kwetu sisi ni mbali yes, kwa sababu tunataka tuhamie huku haraka sana. kinachotukwamisha yes, mojawapo ni hii barabara, kwa hiyo yes, wakati hayo yakimalizika mwezi huu ya ambao, tunashukuru tuna appreciate, tunakushukuru sana Mheshimiwa Waziri, yes, kwa kazi kubwa unaoifanya na msukumo uliouweka yes. Lakini tunataka kule ambako tunaweza tukapita kwa muda na kwenyewe kuwe vizuri kabisa yes. Yes. Yes.